uliozuliwa katika dini huo mfumo tudhahi sharia unafanana na vitu vya kisheria, kwa sababu ya ule mfanano watu wakapata mwanya wa kuzua mambo. Ukisoma Qur'ani mfano unapata thawabu

Bismillahi Rahmani Rahim, kuna herufi kumi na tisa. Wahakadha hadithi ni sahihi. Katika kuzua mambo sasa katika dini mambo ambayo yanafanana na sheria, kafa mtu zinaletwa juzuu, tunasoma Qurani. Unauliza, kwa nini mnasoma Qurani wakati mtu kafa? Naam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule atakayesoma Qurani herufi moja ni thawabu kumi. Sasa hapa tunasoma nini? Sio magazeti haya, haya ni maneno ya Allah. Tunaisoma Qurani tunataraji thawabu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam dalili ya kusoma Qurani na fadhila zake inaletwa katika khitma hoja. Mtume kasema herufi moja ni thawabu kumi. Sasa unawauliza swali, mtume sallallahu alayhi wa alaihi wasallama alikuwa na mke au wake? Alikuwa na wake kumi na moja katika uhai wake amezika wake wawili. Kamzika Bi Khadija radhiallahu anha, kafia Makka, kwenye makaburi ya Ajun. Mke wake mwingine Zainabu bintu Khuzaima radhiallahu anha, kafia Madina, kaziko kwenye makaburi ya Baqi'i. Kwa nini hawa wakeze baada ya kufariki

Hawa watu wadogo wadogo maamuma ndio wanadanganywa. Unakuta maamuma anafatwa na shekhe, ebana mzee wako kisha fariki, muda unakwenda jipange kuhusiana na hitima yake. Wewe uliyefiliwa ndio wanakuchocha uwalishe watu yule maamuma miskini anamwambia shekhe, shekhe, insha Allah niko na jipangapanga eh, nimekusha kamilisha kiwango fulani, lakini bado kiasi fulani shekhe. Anamuuliza kama ngapi hivi? Nipo kwenye laki mbili na elfu thalathini hivi eh. Jikaze, shekhe anamnong'oneza maamuma izo thalathini za juu, hebu nipe kwanza, nina shida nazo. Mamuma anampelekea shekhe elfu thalathini wala mamuma hahoji, haulizi shekhe ni za nini hizo unazitaka. Mtu amekuwa sijui na akili ya aina gani? Wakati dini yetu ya Kiislamu ipo wazi, ndugu zangu, katika imani shekhe kama shekhe akifanya jambo ambalo waliona nige, ni geni. Wewe Muislamu, muulize shekhe. We ni talibu ilmu mwanafunzi, shekhe anafanya, anafanya kitu fulani, amesema neno fulani, ndio mara ya kwanza walisikia, usioni aibu, muulize shekhe, haya maneno naweza nikayapata katika kitabu gani? Akupe faida, usinungunike. Dini yetu ipo wazi. Ndivyo alivyokuwa wakiishi maswahaba pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.